Katika kipindi hiki cha mafunzo mtakuwa na mada zisizopungua 17 ambazo zimechaguliwa kwa umakini mkubwa ili kuelekea uwezo wa hali. Mkutano huo ambao ulikuwa na ajenda mbalimbali ikiwemo kukumbushana wajibu ambapo Katibu Mkuu wa Chama cha Wauguzi Tanzania Dkt. Chacha Geoffrey Johnuguzetu wa kuhusu jinsi ilivyofanikiwa kupiga hatua kubwa ya, ya kimaendeleo na kutumia mfumo ya uongozi imara itikadi summit na mshikamano wa kitaifa. Aidha, mada nyingine zitajikita pote pamoja kwenye maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mada hiyo ni pamoja na maadili ya uongozi, uzalendo, mwenendo wa umma katika kipindi cha uchaguzi, maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kuzingatia matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Majukumu ya kimkakati ya dunia ya taasisi katika kuhamasisha na kampeni mbili bora za kuwasilisha mafanikio ya ilani kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025, na finali ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi ya 2025, usimamizi wa taswira ya chama wakati wa uchaguzi, sambamba na mbinu za kukabiliana na taarifa potofu na propaganda za kidijitali, na mmeona tangu juzi zimeanza kuenea

zangu wana mafunzo na viongozi wenzangu viongozi hapa, naomba niwakumbushe kuwa dhima kuu ya mafunzo haya ni kuwajengea uwezo wa kiutendaji na kuandaa viongozi kwa jumuiya pamoja na watendaji wa chama kwa ajili ya uzoezi kubwa la uchaguzi wa mwaka ishirini na ishirini na tano <taposikana> hii ni jukumu la msingi na la kimkakati kwa mustakabali wa chama. Kama tunavyofahamu, lengo kuu la Chama cha Mapinduzi

ni mtago ambayo inalazimisha ni lazima chama kishinde kwa nguvu za wananchi wenyewe. Maelekezo haya ya kikatiba ya chama chetu ni ya lazima kutekelezwa, sio hiari. Hii ni kwamba ushindi wa Chama cha Mapinduzi ndiyo msingi na nguzo kuu ya kuendelea kushika dola kwa pande zote mbili za mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa mwelekezo wa sera ya CCM ya mwaka 2020-2030 hasa katika ibara ya 180 kuhusu imara, kuimarisha chama na jumuiya zake, kifungu kidogo cha i kinaelekeza kwamba chama kijipe jukumu la kuandaa mafunzo na semina na madarasa ya itikadi na uongozi katika ngazi mbalimbali ili kuwezesha viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu haki na wajibu wao. Hivyo basi ni mafunzo haya ninayoyapata leo ni mtekelezaji wa miongozo ya katiba na kanuni na sera za chama. na ni maandalizi muhimu ya ushindi wa kishindo wa mwaka 2025. jambo la kwanza ni mkuu mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa akihutubia katika mkutano wake wa mwisho akiaga kama Mwenyekiti mwaka elfu moja mia tisa tisini tarehe 16 Agosti

hizo kozi baadhi ambao zitaendeshwa na shule na aa, kuna kozi za vijana peke yake ambayo tunaita program, na tunayo kwa ajili ya wanawake peke yake, na pia tuna kozi kwa ajili ya mashirika ya umma. Au hizo kozi zinaweza kupata washiriki mia tatu thelathini na tisa na hizo kozi zinaweza kuendesha saba kutoka shule. Kundi la mwisho ambao kozi